Mhandisi Robert Gabriel amesema hayo wakati wa semina kuwa si ya, ya kuwajengea uwezo wa wananchi, semina ambayo imeratibiwa na taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Finatax na kukutanisha makundi mbalimbali ya wajasiriamali, wafanyabiashara pamoja na viongozi wa vyama vya siasa. Mhandisi Gabriel amesema kuwa serikali imeweka mazingira mazuri ya wekezaji na ni jukumu la wafanyabiashara kuchangamkia fursa hizo, akisisitiza kuwa TCCIA mkoani Geita itawaunganisha wafanyabiashara na taasisi za umma zinazoshughulikia masuala ya wekezaji na uchumi. Tumeamsha tume, tume changamoto kubwa hapa sisi, huu ni mkoa hatuna kiwanda cha maji hapa hapa. Nilikuwa naongea na na wafanyabiashara mjini eh, nanasi zinaoza hatuna juice, lakini sasa sio lawama kwa serikali. Je, wafanyabiashara hizo fursa atuzioni? Kama tunaziona na ndio eneo letu la kutaka kuwezeshwa, basi sisi kama chemba tutajenga majadiliano kwa kushirikiana na taasisi za umma ikiwemo SIDO ili kuona kwamba biashara mpya zinazaliwa, eh, katika mchakato huu biashara mpya zinazaliwa, lakini biashara changa nazo zina zinakuwa zimakuu ya semina hii ni kuwakumbusha wajasiriamali na wafanyabiashara umuhimu wa kurasimisha biashara zao, kama anavyoeleza Hamisi Kashilila, msimamizi wa huduma za kodi, fedha na biashara kutoka taasisi ya Finatax. Kuna madhara makubwa sana ya mtu kufanya biashara ambayo sio rasmi. Moja ya madhara makubwa ni kwamba mfanyabiashara yule hawezi kukua, kuna fursa atazikosa kwa sababu hayuko rasmi. Ndio tukaamua kuungana mkono na serikali kwa ajili ya kutoa elimu ya kurasimisha biashara. Sasa tumelenga kuwawezesha wajasiriamali wadogo, kuwalea wakiwa wadogo, kutoa elimu ya fedha na kuwalea kwa mikopo ile midogo midogo isiyokuwa na riba, ambapo mikopo hiyo inatolewa kuanzia kiwango cha shilingi laki mbili hadi milioni tano pale ambapo tunaamini kabisa akishatoka kwenye kiwango hicho, ni atakuwa mteja mzuri na kuingia kwenye mikopo mikubwaoto. na sharifu ni miongoni mwa washiriki na wajasiria mali katika manispaa ya Geta. Wamekuwa na maoni mseto juu ya masuala ya biashara na mikopo, hawajui namna ya kuzipata na hawajui namna ya kuzipata kwa sababu hakuna elimu ya kutosha kuhusu habari ya upataji wa hizo fedha. hata E, hizi mikopo zikija zikakuta unaheshimu biashara yako na umeirasimisha biashara itakuwa nzuri, itakuwa inatambulika. Ila tatizo elimu haijatosha, watu bado wanahitajika elimu. Toka Geita, Emmanuel Ibrahim na hii ni Clouds TV.